Mtakumbuka, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kutekeleza mradi wa sekta yani, wa nishati safi ya kupikia mkakati ambao tumeuzindua kama walivyoeleza wenzangu wa wenye lengo la kuwapatia asilimia 80 ya Watanzania nishati safi ya kupikia mpaka itakapofika mwaka 2034. Kwa sasa, kwa mujibu wa sensa na kwa taarifa tulionayo, ukuaji wa nishati safi ya kupikia tumetoka asilimia 6 tuliyokuwa nayo kabla ya 2022. Na tumefika asilimia 16 toka tumeanzisha mradi huu. Nataka niwakishie, liko soko la uhakika la watanzania wengi kujua kuwa nishati ya gesi ya kupikia, moja ni nafuu, na kwa kweli ni salama kwa mazingira. ango ujenzi wa viwanda 948 ambao mpango huu unaanza mwaka huu mpaka mwaka 2031, lengo kuzalisha ajira milioni 6.5, kati ya hizo ajira milioni moja na alfu arobaini ni direct employment miongoni mwa mkoa tunautaja sana ni mkoa wa Tanga katika ujenzi wa viwanda. Mradi huu ambao utagharimu milioni dola milioni mia moja utatoa ajira sio tu moja kwa moja, lakini vile vile utasaidia vijana wetu zaidi ya mia nne ambao watapata ajira, lakini utasaidia kusambaza, kusambaza gesi kama ambavyo uliuliza pale, wamesema wana meli yao binafsi ambayo itasaidia kupunguza gharama. Mradi huu sio tu uwekezaji wa kimkakati bali ni mchango halisi kwa Tanzania katika kujibu wito wa kimataifa wa nishati safi, usalama wa mazingira na maendeleo jumuishi ya kiuchumi. Tunajivunia kwamba juhudi zetu zinaungana na ajenda pana ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonyesha uongozi wa mfano katika kukuza upatikanaji wa nishati safi hususan barani Afrika. Mradi huu utachochea ukuaji wa uchumi jumuishi kupitia ajira za moja kwa moja na ajira zisizo rasmi katika sekta ya ujenzi, usambazaji, rejareja reja, na utoaji huduma za nishati. Pia utaongeza kipato kwa wafanyabiashara hususan wa mkoa wa Tanga, na hapa